Tunaenda kuondoa mihuri ya kuto kuongezeka. Lawi ishirini na sita na mstari wa ishirini na mbili inasema, nami nitawaleta wanyama wakali kari kati yenu ambao watawanyang'anya watoto wenu na kuharibu wanyama wenu wakufungwa, wa kufungwa na kuwapunguza muwe wachache hesabu yenu na njia zenu zitakuwa ukiwa yani, kuna vitu vimeagizwa kutupunguza, kutunyonya eh? ikiingia hela eh? yanakuja magonjwa, yani huwezi kuongezeka. Ikiingia pesa unasikia mjomba kateguka kiuno, ah! Ikiingia pesa utasikia mtoto kavucika, si mkono mguu, ili tu ka, inakuja kama mnyang'anyi, kama zuruma, kukuzuia usiongezeke. Unaanzisha biashara, unanunua teksi, teksi zinaibiwa, au inapata ajali. Ni mhuri wa kutokuongezeka. Madhabahu asikuruhusu utanuke, madhabahu asikuruhusu uongezeke, madhabahu asikuruhusu uende mbali. Anza kuomba sasa. Katika jina la Yesu, Baba, nakataa kila mhuri kwenye maisha yangu wa kutokuongezeka, kila alama walioniweka nisiongezeke, kwa damu ya Yesu nalipua kwa moto. Naita jina la Yesu, naita jina la Yesu, naita jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu, Baba, nabomoa huo mhuri, nabomoa huo mhuri wakuni kachini chini wa kunikandamiza nisitanuke nisichanue nisiwe na matawi kwa jina la Yesu. Unaajiri wafanya kazi wanakuibia wanakufirisi, kataa! Ni spirit, ni spirit. Ni muhuri maitia, ni muhuri wa kuto kuongezeka. Umewekewa alama, wewe ni marufuku kuwa na mbili, utabakia kuwa wamoja tu. Kataa, kataa. Alichukomboa na rana ya tolati repo sheke. Sema sasa basi, sema sasa basi, yuko aliyeshinda kuvunja huo muhuri. Navunja huo muhuri, na vunja huo muhuri kwa damu ya Yesu. Ita damu ya Yesu, ita moto, ita moto wa Roho Takatifu, moto wa Roho Takatifu, mali popote, mali popote, rapa shaka tayaba